Msajili wa michezo nilitaka mkamilishe taratibu za Simba e, simu zimekuwa nyingi kwetu, na mimi nisingependa kuanza kutoa maoni na kuingilia mchakato, na niwahakikishie tu wapenzi wa michezo, kama kuna kipindi sheria zitafuatwa na kanuni, ni kipindi hiki cha uongozi wangu na msajili kwa mujibu wa taratibu anapokamilisha awajulishe wahusika waendelee. Si singependa singependa, kama waziri, kila mara kuanza kutolea ufafanuzi jambo hili, katiba yao imekuwa hivi, wamefikia hatua hii, hapana. Kwa sababu ni jambo la kitaratibu, kanuni zipo, sheria zipo. Kwao ni kuhakikisha kwamba mnakamilisha haraka kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria. Tekeleza ile gari kiitwa ST, maana yake taratibu, sheria na kanuni Kamilisha na ikiwezekana, kabla ya mwezi huu, wape majibu Wanasimba, waendelee na utaratibu wao, sababu tukianza kuonana hapa utafikia hatua lazima, unajua mheshimiwa waziri alielekeza hivi, unaanza kuingizwa kwenye mambo ambayo hata sio kwako. Viongozi na watendaji wote, as long as wewe ndio msimamizi wa taratibu, wewe ndio mwenye sheria, simamia sheria, simamia kanuni, kamilisha, wape taratibu, waendelee na mchakato wao wa kutengeneza katiba itakaweza kupata kama kuna watu wengine wanaingia kuwadhamini ewala, kama kuna shareholder wengine wanaongeza ewala, kama kuna nini, lakini tunachotaka si tuone timu hizi zikifanya vizuri na hakuna changamoto ya kiongozi au ya kikatiba ambayo sisi kama serikali jukumu letu kufasiliteti na kuwatoa kwenye hiyo mikwamo. Nichukue fursa hii pia kwanza kupongeza timu zetu nne, sizipongeze kwa sababu zimetolewa, lakini nazipongeza kwa sababu zimefanya kazi ya kuweka alama ya taifa letu, timu yetu ya Simba, timu yetu ya Yanga, timu yetu ya Azam, pamoja na ndugu zetu wa Big Star kutoka Singida. Kuwemo tu kwenye mashindano hayo ni heshima pia. Na mnafahamu ya kwamba Tanzania tumepata nafasi ya kuwa na timu nne, na ndoto ya kila Mtanzania ilikuwa ni kwenda kwenye robo fainali. Yaliyotokea uwanjani ni dakika tisini, hatuwezi kuamua tofauti. Lakini mimi nawapongeza kwanzia uongozi wao, uongozi wa Simba, uongozi wa Yanga, uongozi wa Azam, pamoja na Asingida Big Star kwa kazi kubwa nzuri walioifanya ya kufika hatua kupeperusha bendera na kufanya mataifa yaje kwenye nchi yetu kuja kucheza na wao, kwa sababu wasingeingia tusingepata hata hizo pesa ambazo ndugu zetu wenye hoteli, migahawa, watu wa chakula wameweza kuzipata. Lakini tunatia moyo, ni wakati wa kujiandaa vizuri pia kwa mashindano yajayo. Mwisho wa kutoka kwenye mashindano haya sio mwisho wa mashindano, maana yake wameosoma mchezo, wameelewa mbinu. Ni wakati mzuri wa kujipanga, kuhakikisha kwamba mashindano yajayo, basi twende mpaka nusu fainali, tusitoke mapema kama ambavyo imetukuta hivi jana.